Mimi nasikitika sana kuona mheshimiwa ambaye anasema nataka kuwa kiongozi wa Kenya, ambaye ni yule aliyefukuzwa uh, katika mamlaka ya kuwa uh, makamu wa rais Bwana Gachagua kuja hapa Mavoko na kuanza kujifanya ni kama anataka kunitusi mbele walionichagua. Nataka niseme kwa sasa, hiyo ilikuwa ni aibu kubwa sana. Mimi ni mheshimiwa nimechaguliwa na chama ya Waipa na kunituzi mbele ya kinara wa Waipa. Kwanza mi niliona kama ni madharau. Kashagwa alidharau mheshimiwa Kalonzo. Uweze kuja kwa boma ya mtu alafu anze kumwambia huu kijana yako ako hivi na vile, kwa njia mbaya. Kwa hivyo hata kuniongelea mbaya mbele ya kinara ya Waipa ambaye ni kiongozi wangu hiyo ilionyesha kwamba yeye hata haheshimu hiyo chama, haheshimu huyo kinara, na hata haheshimu mwambunge. Kuwa heti Gachagua amenishikia ama amenikasirikia juu mimi nilipiga kura ya aende nyumbani, yeye mwenyewe anaelewa ni kwa nini nilifanya hivyo, na anajua kutokana na ule ubomoaji ulikuwa Mavoko. Nilipoenda kwake, anajua vile aliniambia, na mi nataka nimwambie hata kesho kura hizo zikipigwa tena, hata kama kodi itamrudisha bado mimi ndapiga aende nyumbani, kwa sababu aliniongelesha vibaya na wakati huo nilikuwa nimeumia, na hawa watu wanakuja kuwaambia mimi ni mbaya. Mimi mimi ndio huyo alikuwa anawatetea. Kwa hivyo leo hii umeona wakiandamana, wanaandamana kwa sababu Gachagua alikuja hapa akaanza kujifanya ni kama mimi hata sitakiwi kuchaguliwa, hata kuonyesha watu ni kama mimi siko kwa chama. Nataka kuonyesha, nataka nimwambie aliyekutuma namjua na huyu aliyekutuma tunashindana na yeye 2027 na ni wazi dhahiri kwamba nitaomba kiti ya ugavana 2027 aliyekuwa amekubeba kwa gari na kukupatia pesa ukuje kuniharibia jina hapa nataka nikuambie wachana na siasa ya machakos peke yake sisi wakaji wa machakos ndio watajua ni nani watachukua kama gavana wa machakos kwa hivyo kutembea ukituzi viongozi bwana kashagwa hiyo ni aibu kubwa sana na wewe umeonyesha kwamba wewe unaweza kuwa dikteta, kiongozi wa kimabafu wewe, kwa sababu unaenda kila mahali ukitusi kila mtu, ukifungua mdomo yako, yote yale unaongea ni mambo mabaya. Kwa sababu mimi nikiona mtu kama huyo, hata mi nashangaa wale mnatembea na Kashagwa. Nyinyi mumeangalia mtu, mimi ukiniuliza mi naona Kashagwa ni kama ni mwenda wazimu, yale maneno anatoa ya kuchochea, ya kuongea vitu mbaya. Mimi ndio nikasema kama ni Kashagwa atafanya mi nichaguliwe kwa kiti chochote, afadhali kae. Na Wakenya, mwangalie huyu mtu.